Ni kuna kitu kimoja tamani sana kukiongelea. Kitu hiki natamani watu wote tusikie. Kuna ile swala la kuita na majina na kukosoana maumbile. Ile swala limeshika kasi sana. Na kiasi fulani tunaona ni swala la kawaida. Lakini kwa kweli halipendezi. Halipendezi, halipendezi, halipendezi. Ile tabia <tipedilisa> ya kukosoana kwanza kuita na mtu sijui domo cha ajabu. Mwana masikio sijui kama kama antena. Kusemana fulani masikio kauza. Ah, mwana yote halipendezi. Mfikiria leo hii, Mungu akisema hivi, wanangu, ai, njoeni hapa leo, nafanya ufinyanzi upya, kila mtu namuumba no mpya, kila mtu achague leo anataka kuaje. Naweza ni, kuna mtu akitokea like akasema mimi nataka kuwa na masikio marefu? Au kuna mtu angependa like yeye kuja kukawa kizii hakuna mtu yoyote ambaye akichagua hivi. Hii inamaanisha nini? Sisi kama sisi hakuna ka mtu yoyote ambaye anapenda kuja na kasoro. Wote tumejikuta tumeimbwa hivi. Sasa iweje wewe ambaye hukuumba, hukuhusika kwenye umbaji, unaweza kukosoa umbaji wa Mungu? Unaweza kukosa na ukamwita mtu shaija ba. Sawa, unapomuita unafaidika na kitu gani? Okay, nisielezee sana lakini kifupi, tabia hii haipendezi. Na pia watu tunaona, siku zote tunaona watu basi wanafurahi, lakini ukweli ni kwamba watu wanapitia mengi sana ndani ya moyo wao. Kwa hiyo mambo haya mengi ya kusaka mwana kwa tatu majina mabaya yanawaumiza na wengi sana, na sababisha matatizo. Tuache jamani, tuache. Kama uwezi kumwonyesha mtu mpendo basi, atuwezi tusimuumize. Fikiria yule mtu anaitwa afani yule jitikizi yule, angekuwa ni tugu yako wewe, mtu wako karibu, ungejisikiaje? Basi sasa ungekuwa wewe mwenyewe, ungejisikiaje kuitwa namna hiyo ya kuzi yakiwa, kutokana na mambili ambayo wewe mwenyewe upea umba. Basi vile ambavyo tunajisikia ndio ile ambayo anajisikia yule mkinana sema. Tutumie mdomo wetu vizuri wapendwa.